Habari, habari mtazamaji, karibu tena katika saa mwingine tena na msikilizaji wa West FM Radio e, kama kawaida, kipindi cha mtanzania na asili kinakuwa kinatujia kila siku ya Jumamosi kuanzia majira saa kumi na mbili kamili za jioni hadi saa tatu kamili za usiku. Na kama ilivyo hadi katika kipindi hiki tunakuwa na mambo mengi, tunakuwa tunazungumzia masuala ya asili, tamaduni na mila mbalimbali za Kiafrika. Kipindi kinaitwa Mtanzania na Asili, tunaangalia masuala mbalimbali, lengo ni kudumisha tamaduni. Kama unavyojua, tunasema dumisha mila kwa mzalendo. Uzalendo unatokana na vitu vingi sana. Mababu zetu walikuwa wakituonyesha namna gani ya kuishi na watu kupendana, eh, kupitia mila na desturi kuheshimiana. Karibu sana, unayemwona hapa si mgeni kwako na msikilizaji hili jina sio geni kwako, anaitwa Shingisha Tembo Mweusi. Mara ya mwisho nilikuwa naye tulizungumza mengi sana kuhusiana na kazi zake za sanaa, lakini leo tena yupo amekuja katika studio zetu za FM, lakini picha hii zuri mrua inaonekana kutoka moja kwa moja katika studio za Jusco. Studio zinapatikana hapa hapa Marunga, Kahama mjini. E, na leo tupo hapa eneo naloliona hili ni sehemu ya vocal room. Mimi mwenyeji wako na mtangazaji wako naitwa Alawi Haruna karibu sana. Huyu ni Shingisha Tembo Mweusi. Karibu kwa mara nyingine tena, Bwana Shingisha. Asante ah, sana ndugu yangu Alawi. Ndiyo. okay. Uh, mwisho nilikuja hapa tulizungumza mengi sana. Kipindi sana. Kikawa kizuri kweli kweli. Bila shaka ulipata baadhi ya maoni kutoka kwa wadau. Sana sana nilipata sana, mawazo. Ndiyo. Na ushauri Ndiyo. Hasa ushauri. Ndiyo kubwa hasa ushauri ulikuwa umejikita kwenye nini? Ushauri hasa ulikuwa umejikita kwenye kazi yangu. Ndiyo. E, kwamba nisimame msimamo mmoja tu. Nisiangalie watu wala nisifuate maneno. Ndiyo. Nisitengeze bifu na mtu. Ndiyo. Fanye kazi moja. Ndiyo. Walisema kwamba uh, msimamo uh, ni kwenye kazi tu. Mm. Ujikite huko. Mm. Mapokeo ya kazi zako hivi sasa yakoje? Kazi zangu zinapata ma, mafanikio mazuri ndio. Toka nyuma kufikia sasa hivi mabadiliko makubwa sana ndio. Mm, watu wanapokea sawasawa mara. Mm, mwisho ulikuja hapa tulizungumzia kuhusiana na kazi zako, tukazungumzia kuhusiana na baadhi ya changamoto ambazo unakutana nazo kwenye kazi sawa, kama sehemu ya mafanikio na kumbuka pia nilikuuliza kwa namna moja ama nyingine kama zinaweza kukukatisha tamaa lakini neno ni moja tu ambalo ulisema kwamba na uliwaambia mashabiki kwamba haya nayazungumza, sio kwamba atanitoa kwenye leli, bado nitaendelea kusimama sawa sawa. mazungumzo yale yalikupa nguvu ya aina yoyote kuendelea kupambana? Ndiyo. Mm. Ndiyo. Ndiyo. kupambana nguvu mpaka sasa sawa sawa mm. Karibu sasa leo tuzungumze <coughs> na tuangazie shughuli zako na kama unavyojua mwaka huu ni 2025. Sasa. ni mwaka wenye vurugu nyingi, uchaguzi, lakini wewe ni msanii wa asili. Sasa. na unapatikana pale Karumwa, tuziangalie hizi fursa kwa wasanii kwanza. Sasa. kabisa. Sasa. Uh, maeneo yale niangalie mahusiano yako na baadhi ya wanachama wa vyama vya kisiasa. Sasa. yako ikoje? Uh, mawasiliano ya kwetu ndio naweza nikasema sio mabaya sana ndio, japokuwa mawasiliano na wasanii hayako kwa kasi sana ndio, lakini ntasema sio mabaya sana, tunawasiliana vizuri ndio. E, tunajumuika kufanya kazi ndio pamoja. Umewahi kuitwa kwenye shughuli zozote za kijamii kwa kutambua usanii wako mm. kama msanii wa asili kwamba jamani awepo anashingisha hapa, sawa sawa. Uh, ile thamani yako wewe kuonekana kwenye jamii na kuzunguka, sawa sawa. Ndio, mimi nimewahi kuitwa, cha kukosa sijafanya kazi ile, ndio. Mimi na kazi mbili, ndio kazi ya muziki, sawa ina maana sana. Ninakuwa na mibezi kwenye muziki kama mbe, mbe, kuna mikutano ya vyama ndio, yanakuwepo kwenye usanii, wanakuwepo vijana wangu. Ndio, eh, tunakwenda kufanya kazi. Unazungumzia nyanda balance? Tunazungumzia nyanda balance, ndio. Vipi maendeleo yake yeye? Na kwa sababu mara mwisho ulivyokuja hapa ulisema unamkabidhi mikoba kwa sababu ya kuona umri wako kidogo na unaenda, kuna baadhi ya vitu vitaanza kupana. Ndio. Mm. Namkabidhi mikoba lakini bado sijamkabidhi. Mm. Kwa sababu so, bado unaona kuna tatizo ambalo linakuwepo, inabidi ni niko sawa. maendeleo yake yakoje? maendeleo yake si mabaya, ni mazuri. Ndiyo mm. Sawa, nimezungumzia swala la uchaguzi na nikasema uh, tuone namna, kwa sababu pia kuna fursa uh, kwa wasanii zile kuwepo kwenye vyama <coughs> vya kisiasa. Nikuulize swali sawa. Ikitokea mwanachama wa siasa mm. ametaka, anataka kufanya kazi na Shingisha sawa sawa, uh, kwanza uko tayari kufanya naye kazi, na kama uko tayari kuna wakati tulizungumza ukazungumzia waka baadhi ya nyimbo za siasa kwa sababu pengine zinawatenga baadhi ya mashabiki. Sasa, ni kweli mtizamo wako ukoje hapo? kweli nyimbo zinawatenga baadhi ya mashabiki lakini tunaangalia tu chama ambacho kinakufaa. Ndiyo. e, basi unachukua mashabiki wanaoupenda e, huko. Ndiyo. Hujali upande mwingine. Hapana. Sijali, ila kwa sisi wasanii hata kama atanihitaji yeye kutengeza wimbo sisi hmm. wasanii hatuna ubaya kwenye kutengeza mashairi ya ku hmm. ya kuasa jamii mm. hata chama kingine natengeza nyimbo ndiyo, yeah, vizuri tu. Wewe ni msanii mkongwe na unaofahamu vizuri mziki huu wa asili na mziki, mziki eh, aina nyingine, sawa sawa. Kuna wengine wanasema kuna nyimbo za kuishi na nyimbo za muda, sawa sawa, mathala ni nyimbo za kisiasa, misiba, sawa sawa, eh, huwezi tena ukasikia inachezwa pengine sehemu nyingine tofauti na wakati huo sasa. Huo inaleta athari yoyote upande wenu wasanii? Upande wetu inaleta athari, lakini sio athari sana hmm, kwa sababu sisi hasa tunapofanya kazi hiyo hmm, tunalenga kupata kipato kwa sababu tunatumia gharama. Ndio, yeah. Inaweza ikawa ni nyimbo ambayo inakwisha haraka, mm, lakini ikakuletea pesa nyingi. Ndio. Inaweza ikawa ni nyimbo ambayo ina ujumbe. Ndio. Haitaisha kusikilizwa. Ndio. Ikawa e, ikakuletea la kidogo. Ndio. Kwa hiyo sisi tunakwendana vyote tu viwili. Ndio. Na nyimbo zote zile ambayo inaishia njiani. Ndio. lakini ikachemka sana kwa miezi au kwa mwaka. Ndio. Kwa hiyo na yenyewe tunakwenda nayo tu, japokuwa itafikia mwisho. Ndio. Eh. Ndio. Tunakwenda nayo tu. Vyote, tunakwendana vyote. Ndio. Sawa. So, hmm. msikilizaji na mtazamaji, unayemwona hapa na unayemsikia anaitwa Shingisha Tembo Mweusi, ni msanii wa nyimbo za asili, asili mambo sasa. Tuleye kuzungumza mengi na leo nipo naye tena katika studio za Uwezo FM. Lakini nimekuambia toka mwanzo kuwa leo mandhari haya mazuri kabisa ni Jusco Studio inayopatikana Marunga. Kwa hiyo unahitaji kurekodi, unahitaji kufanya nyimbo, unahitaji kurekodi video. Karibu sana. Turudi Shingisha sasa, uh, kwa mwaka huu umefanya kazi uh. Moja ya kazi ambayo umeifanyia pia hapa Jusco video ni mm. kazi inayozungumzia masuala ya tiba, si ya tiba, na umesema wewe mwenyewe binafsi na hasa katika nyimbo zako kwamba ni tiba ambayo utaitoa bure sasa. Hii tiba inalenga nini na inahusu watu gani? Etiba hii inahusu watu wote Alafu mm. tiba hii inalenga majeruhi, mfano mm. e, hasa wagonjwa wa sukari ugonjwa, yeah. ukimwi, yeah. madonda ambayo hayatibiki yeah. mbona inakuwa nashindikana hata hospitalini, yeah. e, mimi ninatibu vizuri tu yeah. e, umeanguka, umeteguka, umejikwa, umejichana mm. ni muda mfupi tu unapona yeah. e. Ila mguu umevunjika mm. kuunga siwezi. Ndio ila ukiungwa mi mm. nakusaidia kuondoa uvimbe na kupona haraka. Aha, kwa hiyo wewe ni uvimbe na kupona haraka e. ila kama umevunjika kabisa, kama umevunjika siwezi nikaunga, siwezi kuunga. Ndio e. kuna zile tiba za asili ambazo wengine wanasema kwamba ukivunjika unaweza ukaunga kwa kutumia mikono. Eh, kwa kutumia mikono. Wengine wanafanya hivyo lakini mimi si, sina utaalamu huo. Ndio. Eh. Kwa nini umeamua utoe bure? Wakati e. ni kwa nini umeamua utoe bure wakati eh. E. wengi wanatumia hiyo kuweza kupata kipato. Eh. Ah, kwa nini umelenga kwenye michezo? Kwamba atakapoonekana ishingisha ah, yanda balance basi watu waje wafike. Ah, tiba hiyo nina miaka mingi ninayo tangu kijana mpaka sasa hivi na umri mkubwa. Ndio. Kufikia hatua hii nikaona mimi naitumia mimi kifamilia yeah, lakini nikaona ni niitangaze kwa watu, kwa sababu naona watu wengi wana- wanaumia sana kwenye madonda ya mpaka donda linatoa wadudu nini, mwisho wake inasababishia athari, sababu mtu mgonjwa wa wa sukari ana ugonjwa mkubwa sana, akipata jeraha kubwa pale, na linamharibu sana hilo jeraha. Kwa hiyo, nikaona hii tiba ambayo nataka kuitoa kwa watu bure ni tiba ambayo mimi nikikufanyia wewe na wewe unakuwa mganga. Yaani, yeah. Eh. Sasa inayoitumia mimi mm. Nikikutibu wewe tayari unakuwa, mm, unaanza kutibu. Unakuwa mganga. Mm. Eh, kwa hiyo sasa kwa kuifanyia biashara ya kwamba hivi nipate hela kwa tiba moja kama hiyo. Mimi sio mganga nikasubiri mpaka mtu ameanguka kwenye gari ili nipate tiba. Hapana, nikaona hiyo sio sita sita sita sita si sana mwa kidogo sita nifaikaje? na mara, nikafanya kazi zangu, wengi nimewasaidia kwa njia, lakini nikafanya kazi zangu. Halafu hii tiba ambayo watu wengine wa wanakuwa Ukerewe, wengine wanakuwa wapi, ni kwa watu wakishajua tukitanzania hii watakuwa wanatumia hiyo tiba, ambayo kwa urahisi zaidi, usisumbuke kwenda hospitalini, sijui mara osha, mara fungua bendeji, kila siku kila siku kila siku kila siku. Mfano ndonda, mguu umevimba hivi umejaa usaa kwa ndani mm. Kutoa ule usaa, nadhani hata hospitalini hawawezi, labda kwa kuchana. Yeah. Yeah. Lakini mi nanyonya, nanyonya kila kitu mguno sinya, na unaanza kupona vizuri <clears throat> kwa hiyo utaalamu ule nikaona kwamba mi siwezi kufanyia biashara, japokuwa ningekuwa sio msanii wala singetangaza kuitoa, kwa sababu yeah. ni kazi, nitawafundishaje watu wengi? Lakini yeah. Nikaona kwa sababu nitatembea, basi nitakuwa nawapa na wako kakisomo Eh, yeah. Hey, wananguka na boda boda umefanyaje? Dawa faster tu kupona. Hiyo ni dawa ambayo inahitaji tiba, inahitaji vifaa. Yeah. Hey, mm. Ndio. Na eh. Nafikiri hiyo kwa mimi kwa sababu ni masikini siwezi kuifanyia tiba kwa sababu nikikufundisha na unajua. Kwa hiyo inahitaji vifaa. Ay, hutaki watu wajue. Nataka ujue maana wewe nikikufundisha mm. na wewe unajua na vifaa na vitumia kukutibu na wewe utavijua Unakuwa yeah. navyo na wewe sio vya kununua, ni vya bure tu, ipo kila sehemu, sio vya kutafuta. Kwa hiyo nikaona sasa, hii bana, ni bora nikawafundisha watu wakafanyaje, kwa sababu mimi jina, natafuta jina kubwa, niwe msanii mkubwa na mashabiki wangu wafulai wanufaike, nivokenda kupiga ngoma kule nawanufaisha, nikalenga na tiba mm -hmm. ndio mm hivyo -hmm kama watanipokea vizuri nitafurahi kuwafundisha zaidi. Ni tiba kubwa sana japokuwa nitawafundisha hii itafika kwenye malengo ambayo mimi ninayafikiria. Ina in, inatumia ina muda gani mtu kufahamu? kuna kufahamu ha, kufahamu au mish... kisha mwambie tu tayari muda wao amefahamu. Eh hey, hata nikisha kuambia tu, maana wengi nimewatibu kwa njia hiyo anaumia um, kwa mbali kabisa mm, au ni ndugu. Sasa nakwambia mm, nakwambia hapa nimeumia nimeumia, unamfundisha anafanya tu, anapona na kuona Ndiyo. Uh, umewahi kutibu wa, uh, kwa maana ya watu kwa sasa, kwa maana kwa sasa ikitokea mm. mtu labda ame, anasikia mm. anatamani kukuwa na shingisha yeah? Uh, hata akiwa mbali unaweza ukamsaidia au mpaka aje tu unapofanya mchezo yako? Kwa sasa nafikiri hata katika nyimbo nilieleza kwamba hivi mimi nakuja huko nikupe hilo somo kwenye uwanja pale wewe unatakiwa kunichangia buku moja tu, unakuja kuangalia mchezo wa ngoma halafu unapata somo la tiba. Utakuwa unalitoaje? Utakuwa pale pale uwanjani, unaanza kutoa eh hapo hapo kwa watu wote eh. E. Eh. Aha. Uh-huh. Natoa kwa watu wote, kwa watu wote sio eh, kwamba moja moja nakuja eh, au ukiwa uwanjani pale pale. Nikiwa uwanjani pale pale, ndio. Kwa mfano mgonjwa ambaye ameathirika donda linakuwa na inchi hata nane, jamaa. Mm. Mwisho umesema anayepaswa kuogopa ni shetani kwa sababu yeye ndio mtu ambaye anafanya mabaya. Mm. Ndio. Shetani zungumza. Shetani hakupendi na wala kutakii mazuri. Ndio. Mungu anakupenda, anakutakia mazuri. Ndio. Utamuogopaje? Ndio. Uta unatakiwa umpende. Ndio. Eh. Uh, ukimuogopa baba yako, huwezi kumuomba kiatu cha shule kwamba utaogopa hata mwalimu huwezi kunyosha mkono muulize. Eh, e, kwa hiyo unatakiwa umpende. Ila ogopa adhabu ambayo amekuahidi kwamba ukimkosea atakupa adhabu. Ogopa adhabu hiyo, ndio yeah. Ili umpende huyo, kuogopa adhabu hiyo ni kumpenda huyo. Kwa hiyo mimi, Mungu naomba tu watu tumpende, hata kama unasema kwamba na muogopa Mungu, umuogope kwa malengo mazuri ya kumpenda, sio kwa kumuogopa tu kwamba anaua, hata kumwamini utaki. mm. na muogopa sana Mungu, hata kumwamini. Sasa hiyo itakweni kweli? Ndio. E, watu wengi wanamuogopa Mungu, lakini hawataki kumwamini Sawa e, kwa hiyo mimi ninasema kwamba hivi unalitumia neno kuogopa, liwe na ukweli ndani yake, liwe na usahihi, utakuwa ni sawa tu. Sawa Shingisha, tunadhani tunaelekea mwisho sasa. Mm. Uh, nikupe muda wa kuzungumza na mashabiki zako kuhusiana na kazi hizi ambazo sasa unazitoa na mwisho wa siku utoe mawasiliano ya yako kwa wale wanaohitaji huduma zako hizo, pamoja na baadhi ya mambo mengine. Sawa sawa, ndio, eh, mimi mashabiki wangu hasa ningependa tu kuwaomba na kuwashauri wanifuatilie sana katika nyimbo zangu, kwa sababu mii nimeanza kujitoa kuweza kuwatolea tiba. Bado kuna mambo mengi makubwa ambayo nitajitoa, yani na wao wao, nafurahi mashabiki, bado nitajitoa kwa mambo mengi, ila niomba tu wafuatilie nyimbo zangu zinazozitoa, so wananishauri kwamba yeye bana, sasa hivi afu umeanza kuenda vibaya na nini? na najirudi Yaani hapo ili tu, wanijenge na mimi nifike wapi nifike mbali kule nakotaka. Kwa hiyo mashauri, ushauri wangu, maombi yangu ni hayo, naomba tu mashabiki mpokee nyimbo zangu. Kwa mfano hapa sasa nimekuja kufanya nyimbo hapa muda mrefu, mtaio mta si mrefu, mtaiona mta mtasikiliza, mtanishauri kwamba hivi hapo huko sawa, umefanyaje na nini. Kwa hiyo mtashauri. Nafikiri ni studio hii sasa hivi ndio tunasema kwamba ni mpya, ni mpya. Kitu cha kwanza nafikiri kitakuwa hiki ni cha moto Mtakiona eh, yes. Kitu cha moto, bado tunafanya kazi zingine, ila kitu na kinachotangulia hiki cha moto, hiyo audio tumeifanya, lakini hatujaifanya audio kwa hapa isipokuwa video. Video ndio tumeifanya kwa hapa, audio bado tunafanya zingine hapa, zitakuja tu, ndio sio mrefu. Kwa hiyo niko na, naomba tu mashabiki hivyo kwamba nipokee tu. Mimi niko na kijana wangu ambaye namlisisha yeye awe msanii, mimi nipumzike kwa sababu nimeshakuwa mtu mkubwa. Mimi nitapambana na watu wagonjwa. Tibangu ni kubwa sana, ni kubwa sana. Ila kwa sababu bado haijajulikana, ni kubwa sana. Kwa mfano ume umetenguka hata kiuno wao. Umetenguka kiuno wao wamevunjika hapa. Inatibu kwa haraka sana. Inatibu kwa haraka sana. Kwa hiyo sasa tu, tushikane tu mkono wote. Mimi kwa naomba hivyo mashabiki. Namba za simu, kuna watu wanakusikiliza hapo mbali wanahitaji kuwasiliana na Shingisha wanafanyaje? Namba za simu, ninatumia namba ya Airtel ambayo nitaitaja hapa sifuri saba nane saba moja saba ziro tano saba saba. Ndio hiyo ni Airtel. Kwa wenye Voda ndio sifuri saba tano tisa tisitiishirini na tano naomba washabiki, mnaopiga simu mpige kwa malengo mazuri. Najua wengine wanasababisha wasanii wasipokee sana simu, kwa sababu wanaweza kupiga simu wakaanza kukuuliza wewe, sijui we ndio Kingwendu. Marsini, a a <laughs> unapopiga simu uende kwenye mada <laughs> yeah. Unakuta huyo msanii unampigia anapigiwa simu na watu wengi, wewe unang'ang'ania mada ambayo haimo, kwa hiyo unamcherosha kuongea na watu wengi. Kwa hiyo tu, tu tunap unapohakikisha kwamba unapiga simu hata kama unamsalimu unamsalimu kwa haraka, unamwambia ni kwenda kujulia hali, asante basi, unaishia hapo. Nafikiri ninafikiri namba zangu za kupata mawasiliano, kama una mgonjwa ambaye amesumbuka siku nyingi ya, na majeraha hayo hayaponi Hizo namba nimekupa, tawasiliana. Asante sana Shingisha, asante kwa muda wako mm, na karibu tena Jusko studio. Mtazamaji sawa, sawa, na msikilizaji, tumefikia mwisho wa mahojiano. nimekuambia toka wa alikuwa niko uh, ni uh, na Shingisha Tembo Mweusi, nimewahi kufanya naye mahojiano mara kadhaa na unamfahamu. Uh, temu hii amekuja Jusko hmm, studio kafanya kazi hapa na humu, unavyotizama tupo ndani ya Jusko studio. Eneo tulilopo ni eneo la vocal room. Nazungumzia vocal room. Shingisha, wanaelewa ni sehemu ya kuingizia sauti. Tuna waprodusa wazuri, tunapatikana Kahama maeneo ya Marunga ilipokuwa uhesu ya FM zamani. Karibu sana video zote na hii video ya Shingisha ya tiba hapa hapa, na hivi karibuni utaiona. Karibu eh, karibu sana msanii, karibu sana mdau, asante sana. naitwa Alawi Haruna mzee wa asili ndani ya kipindi cha mtanzana na asili. Kwa wewe ambaye unanisikiliza kupitia redio, asante, tuendelee kuwa pamoja na sisi.